Huku joto la kisiasa likiendelea kuongezeka nchini na viongozi kuanza kujipanga upya, kiongozi wa upinzani Kalonzo Musyoka amesema hana nia ya kujiunga na serikali ya Rais Ruto. Maelezo ya Kalonzo yamefuatia ya madai ya kuwa serikali inamwinda ili iliye yajiunga na, na serikali jumuishi. Kumbuka hashtag, Ruto must go. Hiyo ndiyo hashtag. Sasa niungane na watu wanaenda nyumbani? Hapana, sio mimi. Akizungumza mjini Mombasa wakati wa kufunga rasmi kongamano la 42 la mahasibu, Kalonzo amesema kujiunga na serikali ya Ruto ni kusaliti wa Kenya, huku akimtaja Rais William Ruto kuwa rais wa muhula mmoja pekee, kwani Wakenya hawana imani naye. I choose to stand with the people. Hata akija tena na wengine wakaje, I must check first with the Kenyan people what is in their best interest. Kiongozi huyo upinzani amewataka Wakenya wajiandae kwa muungano mkubwa wa Kenya, upinzani utakaoleta mabadiliko katika uchaguzi wa mwaka 2027. Ngoje, mngojee muundo mpya wa upinzani, alafu zote tushikamane, tuseme jamaa waende nyumbani kwanza watakuwa Kalonzo ameahidi kuondoa makato ya ushuru wa nyumba na kufanikisha elimu ya hadi vyuo vikuu. Hata hivyo amewarai wa Kenya kupiga msasa mswada wa fedha wa mwaka 2025-2026 na kutupilia mbali iwapo hautazingatia mahitaji ya Wakenya na vigezo vya wanarika la jenzi. Kiongozi huyo pia amekosoa serikali kwa kile anachodai ni kunyamazisha viongozi wanaonekana kuikashifu serikali. Well, former Minister for Agriculture, Mr. Linturi, you may say he is tainted, but he gave us assurance that he is not going to be condemned and hard. Ata beba mizigo ya watu wengine is going to talk to talk to Kenyans about the fake fertilizer. Bonfas Msangiruninga ya K24, Mombasa.